Jambo la nne katika mambo yenye kuashiria ubora wa kusema ukweli, anna <clears throat> sidqa fi lmuamalati yajlibu albarakata fi lmali warizqi, ni kwamba kusema ukweli katika katika miamala, mtu kuwa mkweli katika miamala yake anayoamiliana na watu katika biashara zake na mambo yake mengine

asema mjumbe wa Allah, albayiani bilkhiyari ma lam yatafarraqa, wanaouziana wanaouziana wawili, muuzaji na mnunuzi, bilkhiyari watu hawa wanakuwa wanakuwa na khiyari, kila mmoja anakuwa na khiyari ya kufunga huo mkataba au kuvunja, ma lam yatafarraqa kwa muda ambao bado hawajatengana, kwa muda ambao bado hawajaachana, wako pamoja, bado wanauziana, kila mmoja ana hiari ya kuendelea na huo muamala au kuuvunja. Malam yatafaraka fa in sadaka, ikiwa watakuwa ni wakweli, ikiwa watasema ukweli, muuzaji akawa ni mkweli katika maneno yake kumwambia mteja wake kadhalika na mteja akawa ni mkweli kumwambia yule anayemuuzia. fa in sadaka, ikiwa watakuwa ni wakweli katika maneno yao, wabayana na wakabainisha, yani, wakabainisha sifa za bidhaa, muuzaji akabainisha sifa ya bidhaa, akaelezea uhalisia wa bidhaa yake, akaelezea uhalisia wa biashara yake, yake, bila kuficha. Kama ni mbovu, akamwashiria kabisa kwamba bidhaa hii ni mbovu sehemu fulani, bila kumficha, akambainishia uhalisia wa bidhaa yake ilivyo. Kadhalika na mnunuzi yule mteja akawa ni mkweli, akabainisha. Bi maana akaongea ukweli, asimfiche yule muuzaji katika ile thamani yake, ile thamani alionayo, au asimdanganye kwa nini ananunua. Kwa sababu mwengine mteja anakuja dukani anamwambiya muuzaji kwamba anawomba mpunguzie bei ali tu kwa sababu hizi nguo nawapelekeya mayatima. Mtu anasema uwongo ili yapate kupunguziwa bei, hadalaya mba jambo hili ni haramu, na watu wengi wanafanya hiyo. Mnunuzi piya natakiwa awe ni mkweli anapomwambiya yule muuzaji ndiyo. Mtume sallallahu llahu wasallam wasalam akasema fa in sadaqa Wabayana, ikiwa watakuwa ni wakweli na wakabainisha uhalisia wa bidhaa ilivyo, kadhalika, na yule mnunuzi akawa ni mkweli kumbainishia yule muuzaji, barika lahuma fi baiihima, watabarikiwa katika biashara yao. Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam wa salam kwamba ukweli katika miamala unaleta baraka, unasababisha baraka katika biashara na katika riski za Allah tabaraka wa taala. Hivyo tujitahidi sana Waislamu wa bilkhusus, tunapokuwa katika sehemu ya miamala tunapoamiliana wa na watu hasa wafanyabiashara tujitahidi sana kuwa wakweli katika biashara zetu. Hilo ni jambo la nne. Jambo la tano na la mwisho kwa siku hii ya leo insha Allahu taala anna lsadiqa yuhibbuhu nnasu, ni kwamba mtu mkweli siku zote watu humpenda, mtu mwenye kusema ukweli, mkweli katika maneno yake na vitendo vyake. Yuhibbuhu nnasu, watu wanampenda, huo ndio uhalisia. Wayathiquna bihi, na wanakuwa na thika na yeye wanakuwa na uaminifu naye, wanamuamini mtu mkweli. Wayataminunahu fi sairi muamalatihim, mtu mkweli watu wanampenda, lakini pia wanakuwa na thiqa naye, lakini pia wanamuamini. Wayataminunahu, wanakuwa ni wenye kumwamini. Fi sairi muamalatihim, katika miamala yao mingine yote. Hili ni jambo la uhalisia kwamba mtu akiwa ni mkweli siku zote watu huwa wanampenda na wanakuwa na imani naye eh? na wanakuwa ni wenye kumwamini katika miamala yao iliyokuwa mikubwa, kadhalika na miamala midogo midogo. Kwayo na wewe Muislamu, ukiona watu wamekuamini kwa sababu ya ukweli wako, hakikisha unabaki katika mstari huo huo, hakikisha unabaki katika sifa hii ya kuwa ni mkweli, na usione kwamba watu wamekuamini basi ukaona na ukaghurika na ukahadaika na starehe ndogo ya dunia ikawa ni sababu ya kuvunja jambo hili na kuvunja msingi huu wa kuwa mkweli, jambo ambalo litakupelekea watu waweze kukuchukia na wasikuamini tena, wasiwe na thika na wewe kwa haya. Ni baadhi ya mambo na yako mengi, lakini tumeyapunguza ku, kuendana na, na wakati, ili tuingie katika sehemu na sehemu ya pili, katika kumalizia muhadhara wetu, baada ya kuona hizo nukta ambazo zinaashiria eh, fadhila ubora wa kusema ukweli, tunaangalia baadhi ya nukta pia ambazo zinaashiria na kuonesha madhara ya kusema uongo. Jambo la kwanza katika mambo yanayoonesha madhara ya uongo, anna alkadhiba yahdi ila an-nari ni kwamba uwongo unamuongoza mtu, kum, mtu kumpeleka motoni. Alkadhib yahdi ila nnari, uwongo unamuongoza mtu kumpeleka motoni, wa naudhu billahi min dhalika. Kwa kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema: wa iyyakum wal kadhib, wa iyyakum wal kadhiba, na ole wenu, tahadharini na kusema uwongo, enyi Waislamu. Fa inna alkadhiba, kwani kusema uongo yahdi ila lfujuri, kunamfanya mtu awe ni muovu. Fa inna lkadhiba, kwa hakika uongo, yani kusema uongo yahdi ila al-fujuri, kunamwongoza mtu katika uovu, kunamfanya mtu awe ni muovu. Wa inna al-fujura yahdi ila nnari, na kwa hakika uovu kunamwongoza mtu kumpeleka motoni. Kusema uongo kunamfanya mtu awe ni mwovu, na mtu kuwa ni mwovu jambo hili linampelekea moja kwa moja kuingia motoni, wa naudhu billahi min dhalika. Kwa maana jambo hilo ni katika sababu za yeye kuingia katika moto wa Jahannam. Wama yazalu rajulu yakdhib wa yataharra lkadhiba hatta yuktaba inda Allahi kaddhaba, na hatuachakuwa mtu ni mwenye kusema uwongo na hataacha kuwa mtu ni mwenye kusema uwongo katika maneno yake. wayataharra yatahara alkadhiba, na akawa ni mwenye kukusudia kusema uwongo, yani mtu anaongea na watu akakusudia kabisa kusema uwongo. hata yuktaba inda Allahi kadhaba, mtu huyo atakuwa ni mwenye kuhukumiwa kwa Allah tabaraka wa taala kuwa ni muwongo. Mtu anapokuwa ni mwenye kusema uwongo kwa kukusudia mtu huyo atakuwa ni mwenye kuhukumiwa kwa Allah tabaraka wa taala kwamba ni muongo wa. Naudhu billahi min dhalika. Falkadhibu huwa asasu alfujur, uongo ndiyo msingi mkuu wa maovu yote. Ukiangalia waovu wote, msingi mkubwa ambao wanautegemea na wanapitia msingi huo na njia ambayo wanaitegemea wana na wanapita katika njia hiyo ni njia ya uongo, alkadhibu. Ili mtu aweze kufanikiwa mambo yake ya haramu, mambo yake yasiyostahiki, ni lazima atumie uongo. Ndio maana ahlul ilmi wanasema alkadhibu asasul fujur, kwamba uongo ndio msingi mkubwa wa maovu yote. Hilo jambo la kwanza linaloashiria madhara ya kusema uwongo, kwamba uwongo unampeleka mtu motoni, yani ni sababu ya mtu kuingia katika moto. Thania, jambo la pili, anna al-kadhiba yamhu barakatan fil mali, aa al-kadhiba yamhu barakatan fil mali, ni kwamba kusema uwongo kunafuta baraka katika mali.

akasema katika maneno yake mwishoni wa in kadhaba, na iwapo watu hao wawili wanaouziana watasema uongo, muuzaji akamdanganya mnunuzi, akamwambia bidhaa hii imetoka Dubai wakati imetoka China, na anamwambia hivyo ili aweze kununua, ili hali ni muongo, kwa sababu akimwambia imetoka China na ana anajua thika kwamba hatonunua Kadhalika mnunuzi akasema naomba ni, nipunguzie bei ya hizi kanzu, kwa sababu nazipeleka kwa mayatima, ili hali anawapelekea watoto wake na mfano wake. fa in kadhaba, ikiwa watasema uongo wa katama, na wakaficha uhalisia wa bidhaa, muuzaji akaficha ile aibu na kasoro za bidhaa yake, akadhihirisha juu ya bidhaa katika hali inayoonekana kwamba ni nzuri lakini ndani bidhaa hiyo imeoza, akamdanganya yule, yule, yule mnunuzi. muhiqat barakatu bai'ihima, Mtume alaihi ssalamu akasema watafutiwa au itafutwa baraka ya biashara yao iwapo watasema uongo na wakaficha, hawakubainisha uhalisia wa bidhaa hizo, basi Allah tabaraka wataala ataondosha baraka ya biashara yao hiyo. Kwa maana muamala huo hautakuwa na baraka. Kwa hiyo hata kama utauza kwa uongo ukanunua kwa kusema uongo, basi fahamu ya kwamba bidhaa hiyo na kitu hicho ulichokinunua hakitakuwa na baraka ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hivyo hili ni jambo la pili katika mambo yenye kuashiria madhara na hatari ya kusema uongo, kwamba ni sababu ya kuondosha baraka katika mali na riziki. Thalithan, jambo la tatu, wa anna alkadhiba alama min alamati almunafiqin, ni kwamba kusema uongo ni moja katika alama za wanafiki. kusema uongo

anaongopa. Idha hadatha kadhaba, pindi anapoongea na wenzake kusema uongo. Wa idha waada akhlafa, na akiahidi hatimizi ahadi yake, akiahidi anakwenda kinyume na ahadi yake. Wa idha tumina khana, na pindi anapoaminiwa na wenzake anafanya khiana, na pale watu wanapomwamini katika amana mbalimbali mbali, khana yeye huwafanya khiana hawi ni mwenye kutunza zile amana ambazo wenzake wamemwamini kwa amana hizo. Kwa hiyo hili ni jambo la tatu katika mambo yenye kuashiria na kuonesha madhara ya kusema uongo, ni kwamba kusema uongo min alamati an-nifaq, ni katika alama za nifaq, wa naudhu billahi min dhalika.

Ni kwamba kusema uongo kunapandikiza katika nafsi ya mtu khiana, yani kunamfanya mtu kuwa ni mtu wa khiana na kutokuwa mwaminifu katika nafsi yake. Mtu kuwa ni mwongo katika maneno yake na vitendo vyake, jambo hili ni lenye kupandikiza katika nafsi yake khiana, ni lenye kumfanya mtu huyo kuwa ni mwenye khiana, si mwaminifu

na kusema uongo ni khiana. Maana kusema ukweli kunamrithisha yani, kunarithisha nafsi kuwa mtu ni mwaminifu. Kusema ukweli kunamfanya mtu kuwa ni mwaminifu, lakini kusema uongo kunamfanya mtu kuwa ni mtu wa khiana, mtu mwenye kuvunja ahadi, mtu asiyetimiza na, na asiyehifadhi zile amana alizopewa na watu. Na hii ni katika madhara na hasara ya mtu kusema uongo na kujipamba na sifa hii ya uongo katika maneno yake kadhalika, na vitendo vyake kadhalika, na katika imani yake, mtu kukosa, eh, kuwa mkweli kwa Allah tabaraka wa taala, kadhalika mtu kukosa kuwa mkweli kwa nafsi yake pia, mtu kukosa kuwa mkweli

isipokuwa katika hali chache mno, hali za dharura, ndiyo hali ambazo Uislamu umeruhusu mtu kufikia hatua na kuruhusiwa kusema uwongo. Kuna baadhi ya hali na baadhi ya nyakati ambazo Uislamu umeruhusu mtu kusema uwongo, kalharbi, kama vile hali ya vita. Watu wanapokuwa vitani, inafaa Waislamu kusema uwongo, inafaa kutumia uwongo kwa lengo la kumhadaa adui kwa lengo la kumdanganya adui wapate kumpotezea. Hii inafaa kisheria kusema uongo katika hali ya vita kwa lengo la kumhadaa adui yao. Kadhalika, wa islahi dhati albayn, pia sehemu ya pili ambayo inafaa kusema uongo kwa maslahi iyo ni, ni katika hali ya kupatanisha watu waliogombana. Mtu anapokuwa anapatanisha watu waliogombana, sheria imeruhusu kutumia uongo, pamoja na kwamba uongo ni haramu pamoja na kwamba tumeona baadhi ya madhara yake, lakini sheria imeruhusu eh, sehemu hii kusema uongo kwa sababu ya maslahi ya kupatanisha watu. Kwa sababu jambo la kuwapatanisha watu waliogombana, watu waliotengana, ukawafanya wawe wa, wa, wa, wa, kitu kimoja, jambo hili ni jambo kubwa kwa Allah tabaraka wa taala. Ndiyo maana Uislamu kafikia hatua ukaruhusu kusema uongo wakati wa kusuluhisha baina almutakhasimain kadhalika, wataalifi baina zaujaini, pia inafaa kusema uongo eh, katika hali ya kuziunganisha nyoyo, nyoyo za wanandoa. Wanandoa wanapokuwa eh, mke na mume wanapokuwa wamepishana, wakakuletea kesi ukasikiliza kesi yao, ukasikiliza pande hii na pande hii, ukagundua kuna kitu na ukaona kwamba katika njia ambazo unaweza ukazitumia ili waweze kuelewana na kuweza kutatua ugomvi ulio baina yao ni mpaka utumie uongo, inafaa inaruhusiwa katika sehemu hiyo. Hizi ni sehemu ambazo Uislamu umeruhusu eh, ifikie hatua kusema uongo, kwa sababu imma lidafi mafsadati, imma kwa ajili ya kuondoa mafsada au lijalbi maslahatin